Wapendwa waamini, karibuni hapa katika mlima wa Bwana, nyumbani kwa Bwana wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake nasi na tutatembea katika mapito yake. Jamani, mpo tayari? Yeah. E, mekuja katika mlima wa Bwana ili mpate e, kusikiliza kile ambacho Bwana anataka kutufundisha, alafu mwahidi kutembea katika mapito yake, kwamba kile ambacho anatufundisha basi tukakiishi ndo kupita au kutembea katika mapito e, ya, ya Bwana. Wapendwa, napenda kuwashirikisha machache ninyi mkiwa kama walei katika kanisa. Kuna makundi mawili, kundi la kwanza waliopewa daraja na kundi la pili wasiokuwa na daraja ambao ni walei ambao ni kundi kubwa. Sasa hawa ili kundi la pili lina majukumu katika katika kanisa, ya ninyi kama walei, yapo majukumu mlio nayo. Sasa niwakumbushie tu hayo majukumu. Moja, washiriki katika utume wa kanisa. Ninyi walei pia mko washiriki katika utume wa kanisa. Walei sio watazamaji tu, unajua. Tazama kwa mfano, kama uwanja wa mpira, kuna wale wanaohangaika kule wanaocheza mpira, alafu kuna ambao wamekaa huko wakizunguka, wala watazamaji wanaoangalia wale wakiangaika kule pale uwanjani. Kabla ya mtaguso wa pili wa Vatikano kulikuwa na mwelekeo kama huo, kwamba acha mapadri wa klero, si watawa wapambane na kanisa walei tukae nini? Tukae pembeni tuangalie hayo jinsi wanavyopambana kule. Lakini tujue kwamba baada ya mtaguso huo, kwa kweli na walei wanaalikwa kabisa kabisa kushiriki kikamilifu eh, katika utume wa Kanisa kuendana na hali yao. Kwa hiyo mnapaswa kumshuhudia katika maisha yenu, e, kumshuhudia Kristo katika maisha yenu ya kila siku na kuleta zile thamani za Kikristo. Pengine kwa Kiingereza ndio inaleta maana zaidi, Christian values. Sasa tafsiri yake kama kwa Kiswahili, thamani za Kikristo, lakini kwa lugha ya Kiingereza ndio Christian values. Hizi e, thamani za, za, za Kikristo kuzileta wapi? kuzileta pale ambapo unapokuwepo sehemu yako ya kazi. Hizi e, thamani za za Kikristo, kuna mfano haki, amani, upendo, ukarimu, e, hizi, na, pamoja na nyingine, kuzileta pale ambapo unajikuta upo kazini, katika familia na pia wa, wa, wa lei wamealikwa sasa kujiingiza kikamilifu katika uinjilishaji. Kwa hiyo ninyi si watazamaji tu, mkiangalia mapale wanahangaika huko ah, na ninyi kwa nafasi yenu pia, basi mnayo majukumu. Kwa hiyo ya kwanza ndio hiyo e, kushiriki katika utume wa kanisa. Pili, kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti, kushiriki katika maadhimisho ya sakramenti adhimisho la misa takatifu. Mfano, mfano padri anaenda kanisani, kuna misa, alafu anajikuta yuko mwenyewe tu pale altareni, hakuna waamini, si atajisikiaje huyu? Au kuna muumini mmoja, atajisikiaje huyu pale? Kwa hiyo waamini wamealikushiriki katika maadhimisho ya sakramenti, kwa mfano adhimisho la misa takatifu, alafu pia katika mafundisho ya sakramenti katika maadhimisho ya sakramenti nyingine, kwa mfano ubatizo. Ninyi wa familia mnao watoto na mnapaswa kuwaandaa watoto wenu na ninyi kujiandaa kwa ajili ya ubatizo wa hao watoto, na ndio maana tunasikia katika parokia inatangazwa kuna semina au mafundisho kwa ajili ya wazazi ambao wataba, watoto wao watabatizwa. Basi ushiriki unapotokea unashiriki katika maadhimisho hayo. Halafu pia ipo sakramenti kama ya kipaimara, na pia kuna majukumu ya kiliturujia ambayo tunakuwa nayo kwa mfano usomaji wa masomo matakatifu masomo, uimbaji kama wanakuwa wanavyo waona hapo. Sasa fikiria kwamba hakuna kwaya, padi anadhimisha misa ibada, halafu kuna kwaya inayoimba, ingekuwa kitu cha ajabu. Halafu kute na walei wapo wamekaa tu, basi wanaalikwa kushiriki katika shughuli za kitujia kama, kama uimbaji wanavyofanya kwaya, pia usimamizi wa ibada. Ndio maana katika makanisa kuna nini? Kuna eh, wale wasimamizi kuangalia mambo yanaenda vizuri, watu wamekaa vizuri, labda kama watoto wachezichezi na kadhalika, vyote hivyo eh, ninyi ndio mnaosimamia. Kwa hiyo mnaalikwa kushiriki kamilifu katika eh, mambo hayo. Halafu pia kuna sehemu nyingine ambapo kutokana na uhaba eh, wa lauda mapadri ukute kuna watu wengi wamekuja kwenye ibada na wako wengi wanaokomunika, basi kuna pale ambapo unakuta mtu kama katekista e, au si mtawa anaruhusiwa e, kukomunisha. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambao ambavyo walei wanaalikwa kuvishiriki. Tatu, kujenga na kusaidia jumuiya ya waamini jenga na kusaidia jumuiya ya waamini kusaidia ufundishaji wa mafundisho ya dini. E, wale wamealikwa pia kufanya hivyo, na ndio maana kuna makatekista ambao wanafanya hivyo wako, na wale wengine ambao wanajitoa e, kufundisha. Kufundisha dini sio kazi tu ya padi au shemasi. Hapana, hata ninyi wale, kwa kweli, mmealikwa kusaidia katika mafundisho ya ya dini na pia kujiingiza katika kazi za upendo wa kiinjili, na upendo wa kiinjili kusaidia watu wenye shida mbalimbali mbali. Na kuna vyama vingine kwa mfano kama vya Mtakatifu Vincent wa Paulo ambavyo eh, vinajitoa kwa ajili ya kusaidia wenye shida basi kila mmoja kama mlei ameitwa pia kushiriki shughuli za namna hii, kuonyesha ule upendo wa kiinjili kwa wengine, kusaidia ambao wana shida, kutembelea wagonjwa, si wafungwa na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Halafu pia kuleta haki katika jamii, yaani wewe ambao ni mlei eh? yaani Mkristo mlei pale ambapo unapokuwepo, jitahidi kabisa kabisa kadiri unavyoweza kuleta haki na kutenda haki. Hiyo ni muhimu, kuleta kutenda haki kadiri unavyoweza kutenda haki. Mfano, wewe una nani, una una biashara unayofanya, labda una kiwanda na kadhalika, na kuna fanya kazi ambako Je, hawa wafanyakazi unawatendea haki, katika maana kwamba ule mshahara ambao kwa kweli ni haki kuendana na kazi ambayo wanayofanya? Haya, wengine majumbani mwenu o mna wale wa, na wasaidizi mnaita house girls, kitu namna hiyo au house boys sijui, na wakati mwingine kunakuwa na, kunakuwa na nani kidogo, kunakuwa na mvutano kati ya mwanaume na mwanamke mwanamke anasema ah, tunataka house boy, mwanamume mwanamume anasema nataka house girl. Yaani na wakati mwingine uko na mvutano, mvutano kiasi fulani. Sasa hao hmm? wanawasaidia shughuli majumbani mwenu, mnawatendea haki? Hebu jiulize, mnawatendea haki je? Huyo ambaye yuko anafanya kazi nyumbani kwako unamwona labda kama mtoto wako, au unamwona kama mtumwa? Maana sehemu nyingine ni kama mtumwa kabisa kabisa, ipo kama mtumwa. Kwa hiyo utakuta mtu anafanya kazi kama punda, na watoto wapo, watoto wa familia wapo na wanaweza kufanya shughuli nyingine, lakini wanaambiwa ah, nyie kaeni hapo tu ya miguu angalia hapo na nini, nani hapo, si kuna kuna mfanyakazi atahangaika na mambo yote haya halafu, inapotokea atakula, wala hali pamoja na wengine, atatengea huko mbali huko kama mkoma. Naona sasa. Kwa hiyo ndio nasema eh, tumealikwa kutenda haki, tusiongelee tu mambo ya haki mdomoni humu, lakini jiulize wewe, unatendea haki yule ambaye unayekaa naye ambaye labda yuko chini yako, unamtendea haki. Kwa hiyo tujitahidi nne kuishi wito wao ulimwenguni, wale wanalikwa kuishi wito wao ulimwenguni. Napomaanisha ulimwenguni, ina maana eh, kawaida, yaani ma, eh, mapadi hata watawa mara nyingi utakuta wana e, un, nyumba. Kwa hiyo mazingira ni kama, ni kama yale yale tu, nyumba iko hapo, shughuli zake tazifanyia hapo hapo. Lakini naposema ulimwenguni, ninyi ndio mnaishi huko ulimwenguni, sehemu yako ya kazi una, unatoka nyumbani unaenda mbali huko, unafanya shughuli kwenye nini? Kwenye daladala huko na kadhalika, unakutana na watu mbalimbali mbali. Sasa je huyo itakuwa mfano kama kwenye, kwenye daladala eh? pembeni mwako kuna e, mtu ametoa na nini mtu ame anataka ana, kutoa kuna nini nauli kulipa nauli halafu tuseme mwanaume au mwanamke ana pochi huko baada ametoa hela na nyingine kadondoka chini hapo lakini hana habari Na huko pembeni sasa wewe utajikuta unafanyaje ndio unaweka mguu pale hivi ili kusudi baadaye utaivuta na kuichukua. Kwa hiyo nasema ulimwenguni, kwa sababu ninyi huko katika pilika pilika za maisha, masokoni huko, wawe sokoni na kadhalika, kazini, wapi, barabarani huko na kadhalika, ndio maana ulimwenguni huko ndio mko huko. Hawa mapari mara nyingi maisha ni hapo hapo, wanazunguka zunguka ma, maeneo ya parokia, lazima wasikilize watu wafanye maadhimisho ya misa na kadhalika, lakini walei wapo huko ulimwenguni. Kwa hiyo umeitwa kutakatifuza ulimwengu huko unapo kuwepo kazini, eh, barabarani da, kwenye daladala pia eh, unatakatifuza ulimwengu hapo unapokuwepo. Kwa hiyo tumeitwa hivyo. So, kwa hiyo jukumu kubwa la walei ni kubadili jamii kutoka ndani, kuibadili jamii kutoka ndani, katika maana kwamba nyie mnaishi huko ulimwenguni pale ambapo unapokuwepo, kazini, kwenye biashara, si wapi huko na kadhalika, kwenye usafiri, kwenye daladala eh, kufanya nini? Kubadili sasa ulimwengu, watu wamwelekee Mungu, waishi vizuri. Ile sehemu yako ya kazi eh, kuna Eh, mfanyakazi labda mwenzako hatendi kile ambacho ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni sawa. Je, unatakatifuza ulimwengu na jaribu kumwambia hiki si sawa eh, naomba, hiki si sawa. Tujitahidi kutakatifuza ulimwengu kwa sababu sisi tupo umo, umo. Eh, popote pale ambapo napokuwepo kama Mkristu safi jitahidi kufanya kile ambacho kinampendeza Mungu hata na eh, Eh, na mwingine aweze kujifunza kutoka kwako. Ye, aweze kujifunza kutoka kwako. Kuna mtu labda ameingia hata kwenye daladala labda anasafiri halafu amejikuta labda amesahau kwa bahati mbaya nauli, kwa bahati mbaya amesahau nauli, nau kondo lete nauli, anaangalia eh, kumbe amesahau hela eh, halafu na huko pembeni hapo huko pembeni hapo na fedha unayo, alafu yule anataabishwa na na huyu kondo anamtaabisha, wewe si nini, nini, hata nakumtukana na, na kadhalika. Kutakatifuza ulimwengu basi na, unamlipia. Ndio Ukristo wenyewe unamlipia huyu mtu kwani kufanya hivyo ni dhambi jamani? Ni dhambi yes, si dhambi. Natakatifu za ulimwengu ambayo tunaishi unafanya hivyo ndiyo matendo ya huruma hayo. Kwa hiyo kuna kufanya hivi kwa kutetea haki, amani na maadili mazuri, pia kuleta hizi thamani za Kikristo sehemu ambazo tunakuwepo, sehemu za biashara, kazini na katika familia zetu na kuwa mashahidi wa upendo, unyenyekevu na uadilifu katika nyanja zote za maisha tumeitwa kuyafanya hayo, kuwa mnyenyekevu na mwadilifu ile sehemu ambapo unayofanya kazi, sehemu ambapo unapokuwepo. Je, wewe ni mwadilifu? Mwadilifu, mtu ambaye ni mwadilifu ni kwamba afanye kile kile ambacho eh, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Yaani kwa mfano, hata kama niko ofisini kuna ku eh, mambo ya fedha fe, eh, na balance mahesabu yako hapo, na kadhalika alafu kuna namna unaweza kufanya, fanya pale ukabakiwa na hela hapo, na kadhalika, ambayo si sahihi, lakini unafanya hivyo kwa ajili hiyo, kwa namna nyingine, yaani kujipatia kipato kwa njia ambayo labda si ya halali. Haya, kuna ah, wao tu tunaita, sio labda sio wa, wa, wa, wa machinga au hata kwenye nani, kwenye maduka huko Kariakoo au sehemu nyingine, unaweza kwenda unanunua kitu, unaweza eh, kununua kitu anaku, eh, nifungie eh, unanunua simu au haya, halafu, kitu gani, haya, naomba unifungie halafu, umegeuza kichwa nyuma namna hii tu wakati anakufungia basi anakwambia hiki hapa tayari. Unaondoka unaenda kuta, unaenda kuta kipande cha sabuni na sio simu. Sasa ukute labda anayefanya namna ile Mkristu ye, ukute anayefanya namna ile ni Mkristu ah, avie ndani kabisa, avie ndani kabisa. Ndio maana anasema kwamba kwa kweli tujitahidi kuishi maisha ambayo ni ya uadilifu tano kushirikiana na waklero eh, walei wameitwa kushirikiana na waklero. Wakati waklero yani, wale wenye daraja wana jukumu la kuongoza mambo ya kisakramenti na ya kichungaji, walei wanapaswa kushirikiana nao kwa moja, huhudumia katika na hii hizi halmashauri ya walei kuna katika ngazi zote, kuna katika e, paroki, parokia kuna jimbo, hata kitaifa. Na tena e, mwaka huu mpaka mwaka kesho kuna hili swala la uchaguzi wa katika katika hizi e, halmashauri za walei. Sasa hao ambao wanakupa katika halmashauri ya walei, basi wanapotimiza vizuri wajibu wao wanafanya nini? Wanasaidiana na waklero, inakuwa ni njia moja hapa kusaidiana na waklero. Kwa hiyo wa, wa wa walei umeitwa eh, kushirikiana na waklero katika ngazi hizo, katika halmashauri ya walei, na kipindi cha ambacho ni cha uchaguzi, basi lazima kuwa na viongozi wale ambao tunajua kwamba hawa wanaweza wakashirikiana na mapadri, wanaweza kushirikiana na mapadri. Sasa kuna sehemu nyingine eh, sehemu nyingine unaweza kakuta watu wanasema kwamba wanapiga kampeni, tumchague mtu fulani, huyu ni huyu ni mbabe kidogo, akapambane na paroko eh, huyu ndio anaweza kupambana na paroko eh, mtu fulani akapambane na paroko. Uh, waliopo katika halmashauri ya walei hawapo kwa ajili ya kupambana na, na paroko, sio wanaharakati eh, sio wanaharakati, sio wana harakati kabisa, kwamba tumchague fulani apambane na paroko. Hapana, na mkifanya hivyo mtakuwa it, it, eh, watakuwa eh, mnajikomoa wenyewe, kwa sababu paroko au mapade wanahitaji yule ambaye wanaweza akashirikiana naye. Sasa kama unamletea mpambanaji, hawezi kushirikiana na mpambanaji, haiwezekani. Kwa hiyo hasara ni kwenu, ninyi mlimchagua mpambanaji, hasara e, itakuwa kwenu. Kwa hiyo unachagua yule ambaye najua kwamba huyu anaweza akashirikiana vizuri na paroko, na kama unashirikiana vizuri, parokia yetu itasonga mbele, e, itasonga mbele. Kwa hiyo tujitahidi katika hiyo, tunasema kwamba kushirikiana na waklero na hasa hii halmashauri. Na tunasema ni halmashauri eh? Halmashauri kazi yake ni nini? Kushauri. Hii lazima tuelewe kushauri, kushauri. Kazi ya halmashauri ni kushauri waliopo. Si kuna kamati tendaji, si kuna nini? Kazi yao ni kushauri Mwenye maamuzi ya mwisho ni nani? Ni paroko, ndiye aliyekabidhiwa parokia. Parokia haikukabidhiwa kwa halmashauri, parokia imekabidhiwa kwa paroko. Kwa hiyo kazi ya halmashauri ni kutoa ushauri. Kwa hiyo makundi haya mawili makelero na hao fanya kazi pamoja, tunashauri tufanye hivi na hivi na hivi na hivi, jambo jema, basi na paroko ana anaona hili ni jambo jema linafanyika, tufanye ndio hivyo, lakini sio kwamba wana maamuzi ya mwisho ah. Mwenye maamuzi ya mwisho ni ni paroko. Kwa hiyo paroko anaangalia e, ushauri huu niliopewa unajenga ama haujengi. Unajenga anaufanyia kazi, eh, anaufanyia kazi. Ushauri huu haufai na haufai, haufanyiwi kazi na wala wale wezi sema kwamba amepuuza ushauri wetu eh. Sidhani kama kuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri ah. Hakuna paroko ambaye anapuuza ushauri ambao ni mzuri, na kama yupo atakuwa ni waki, wajabu sana kwamba amepewa ushauri mzuri na, na, na, na kamati tendaji na walei, basi afanyie kazi huo ushauri. Kwa hiyo naomba tuelewe hicho, kwamba kuna nini, kuna E, e, halmashauri kazi yao ni kutoa ushauri na ushauri unapokelewa ama unakataliwa, lakini vyote hivyo e, vinaangaliwa pande zote mbili. Hii kitu kifanya na inakuwa vizuri kwa kweli, pande zote mbili zikiwa pamoja e, mapadi au paroko pamoja na, na walei kamati tendaji wakiwa kitu kimoja, parokia inakwenda vizuri kabisa kabisa. Lakini kamati tendaji nasema hivi naelekea huku, paroko anaelekea kule ah. Kwarogia itapiga maktaim tena na kurudi nyuma, haitakwenda mbele. Kwa hiyo walimu naalikwa kama nilivyosema, eh, e, kushirikiana na, na waklero na njia moja hapo ndio hiyo sasa, kufanya kama, kama, kuna hizi almashauri zenu e, mshirikiane pamoja na hawa maklero, alafu sita kujibidisha kukua kiroho e, kukua kiroho kujibidisha kila mli ana, anaalikwa kujibidisha kukua kiroho. Walei wameitwa kukua kiroho, si kazi kwamba tuseme eh, kukua kiroho ni kazi ya masista mapadri na sisi walei twende. Mmeitwa kukua kiroho kwa njia ya sala, eh, pili kusoma maandiko matakatifu tatu, kupokea sakramenti nne, kuishi maisha ya fadhila na upendo. E, umeitwa katika hayo. Kusali, kusoma maandiko matakatifu, e, kusali asubuhi, chana, jioni, usiku. Basi sio mtu ambaye asali. Unaamka tu kama kuku wa kienyeji hu napoenda na kwenye kipaimara huko, na wambiaga watoto, usiamke kama kuku wa kienyeji. Unajua kuku wa kienyeji huwa anafungiwa kwenye banda, anafungiwa kwenye banda alafu yule mwenye hilo banda asubuhi anaenda anafungua ule mlango na kuku wanatoka kwa spidi eh, kwenye ile banda wanakimbilia huko prr, kwenda kuji eh, kujitafutia chakula. Sasa usiamke kama kuku wa kienyeji kwamba umezinduka usingizini umekuta ni asubuhi alafu ukatoka hapo kitandani kwa spidi kali unakimbilia kwenda kuoga si na nini, ili uwahi daladala na kadhalika, ndio simu ah, wala hujamshukuru Mwenyezi Mungu aliyekuamsha wala hujamwomba Mungu baraka kwa siku ambayo inaanza eh, hey, wala hujafanya hivi. Kwa hiyo tusali, unamshukuru Mungu umeamka salama na unamwomba baraka kwa siku ambayo inaanza. Kwa hiyo tumealikwa kusali. Kusoma maandiko matakatifu, kuna Biblia, usiache kusoma Biblia. Biblia atakusaidia nini? E, e, kila kufanya nini e, kujua kila ambacho Mungu anatutaka kufanya, kupokea sakramenti hizi, sakramenti e, sakramenti ambazo tunazipokea mara kwa mara kitubio, e, na ekaristi e, usikae mwaka bila kuungama. Ikaa mwaka bila kuungama ni hatari na kuna wengine wakuta, hata miaka tano hata ishirini hajaungama huyo ame, ameamua kujikatia tamaa kabisa, ameamua kujikatia tamaa kabisa. Kuwa na utaratibu kuungama mara kwa mara wala katika mwaka kuna, kuna mara mbili ambapo huwa kanisa linatoa nafasi za kuungama, wakati wa nani kipindi cha cha, cha kabla ya, ya Christmas, majilio, watu wanakaribisha, jamani mje kuungama haya, pia wakati wa nani, wakati wa Eh, Kwaresma kabla Pasaka, jamani, kuna kuungama. Basi tu, tu, tukaungame. Kwa hiyo tukupokea sakramenti mara kwa mara na kuishi maisha ya fadhila, basi hayo ndio ambayo Mwenyezi Mungu amependa kuwafundisha leo katika huu mlima mlima wa Bwana, maana anasema twendeni katika mlima wa Bwana hmm, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo atatufundisha nasi na tutatembea katika mapito yake. Basi tutembee katika mapito yake. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa kuna wale ambao ni wana eh, wa jubilei, kuna ndoa miaka sijui na sabini na tano.